Sahaba wakasema, kwani sisi si ndugu zako, ya Rasulullah? Mtume akasema, antum ashabi, nyinyi ni sahaba wangu, ndugu zangu si nyinyi, wa ikhwanuna alladhina lam yaatu baadu, ndugu zangu mimi na ndugu zenu nyinyi ni wale ambao hawajakuja baada. bismillahir rahmanir rahim

Allahuma aidna min alnar, allahuma aidna min albidhai. Wapendo wa Islam, hichi ni kikao chengine kupitia Halaal Charity Tv tukielekezana na kuilimishana katika mafunzo ya swala ambayo bila shaka ni mafunzo ya lazima kwa amri ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, sallu kama raithumuni usalli swalini kama mlivoniona swali ni, ni kiswali, na hatuwezi kuswali alivyoswali mtume bila kuyapata mafunzo hayo ya swala ya Mtume wetu Muhammad. Na kuyapata mafunzo hayo ni kupitia kuelimishana. Kwa hivyo tutachukua wasaa huu kutimiza hilo lengo kuu la sisi kupata mafunzo ya swala. Kwenye kikao cha kwanza tuliweza kuzungumzia e, sharti za swala na tukasema sharti hizi za swala zimegawanyika mara mbili. Kuna shurutu e, alwujubi na shurutu sihati sala, sharti za wajibu wa swala, kwa maana mtu hawajibikiwi na swala mpaka atimize sharti hizo, ikiwa ni alislamu, Uislamu, albulughu, mtu kubalegh, lakini vile vile alaqlu, ni mtu kuwa na akili lakini pia tukazitaja zile sharti ambazo ni lazima mwenye kuswali azitimize ili swala yake isihi. Tukataja alikhlas, kuwa, kuwa na ikhlas, lakini vile vile kuwa na almutabaa, kumfuata Mtume Muhammad, mafunzo yake katika hiyo swala. Lakini pia tukataja at-tahara al min alhadathi walkhabath, kutahirika kutokamana na hadathi e, na najisi, lakini pia tukataja Eh, kujua wakati wa swala maarifatu duhuli lwakti. Lazima Mwislamu anapokuwa atakuswali ajue wakati wa swala wake swala yake anayotakuswali imefika umefika wakati huo ama haujafika. Lakini pia tukataja istiqbalu lqibla kuelekea kibla, lakini vile vile pia saturu la ura kustiri uchi. Sasa leo katika waadhi huu tutataka kuweza kuchambua hizi sharti hasa sharti hizi za swala tutataka tuzipatie kidogo uchambuzi na ufafanuzi ili ziweze kueleweka, na tutaanza kuchambua sharti ya atahara, tuweze kujua sharti hii ikoje katika kutimiza swala. Na kwenye kuchambua masala haya tutatumia kitabu e, tamamul minna fi fikhi alkitab wa sahihi sunna. Hichi ndicho kitabu ambacho tutakitumia katika kuilimishana masala haya mafunzo ya swala, kitabu ambacho kimeandikwa na Abu Abdurrahman Adil ibni Yusuf Al-Azazi, ya Allah amjaze kila la heri na Allah ampe hifadhi. Kwenye kuzungumzia tahara, ni kama nilivyoeleza tahara imegawanyika mara mbili. Kuna al al kuna ndogo. Kuna taharatu min alhadathi wa taharatu min alkhabathi, kutahirika kutokamana na hadathi na hadathi nazo ziko mbili. Kuna alhadathu lasgharu wa lhadathu lakbar, kuna hadathi ndogo na hadathi kubwa. Alau vile vile kuna taharatu minalkhabathi, kutahirika kutokamana na najisi. Kwa hivyo tahara mbili zote hizi zitakiwa zifahamike, mwenye kuswali azielewe na azijue na azitimize kabla hajaingia katika swala. Kwa hivyo tutaanza kuzungumzia taharatu minal, minal hadathi, kutahirika kutokamana na hadathi. Muislamu anajitwahirisha vipi kutokamana na hadathi? Na hadathi hizi ziko mbili kama alivyosema, hadathun eh, asgharun wa hadathun akbar, hadathi ndogo na hadathi kubwa. Hadathi ndogo inaondoshwa kwa kutawadha kama tulivyoeleza nyuma, lakini hadathi kubwa inaondoshwa kwa kuoga. Kwa hivyo, tutaanza na hiyo hadathi ndogo ambayo kuondoshwa kwake ni mtu atawadhe, na itakuwa hadathi hiyo imepatikana kwa masala gani au mambo gani ambayo yamefanya e, muislamu aipate hadathi hiyo, mpaka aweze kuiondosha kupitia udhu. Yote haya tutaweza kuyafahamu kupitia mazungumzo yetu haya, lakini kabla hatujaingia moja kwa moja kuueleza huo udhu wenyewe ulivyo, ni lazima tutoe uthibitisho juu ya swala zima la kutawadha. Je, ulazimu huo wa mwenye hadathi ndogo kwamba ni lazima atawadhe umepatikana wapi ulazimu huo? Kabla hatujauzungumzia huo udhu wenyewe unavyotimizwa, lakini je, hilo swala zima la mwenye kuswali lazima atawadhe, hiyo amri yatoka wapi? Asema, aludhuu mashruun bilkitabi wasunna walijma. Udhu wa sunna wa ni jambo ambalo limelimo katika Uislamu kisheria kwa mujibu wa Qurani na kwa mujibu wa Sunna, bal alijma. Ijma ni kauli za wanavyoni wamekubaliana juu ya ulazima wa kutawadha baada ya kuzipitia dalili za Qur'ani na dalili za Sunna. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi muliamini, idha qumtum ila salati, mukisimama kwa ajili ya kutaka kuswali, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa idiyakum, na mikono yenu, ila almarafiqi, mpaka kwenye visukusuku wamsahu bi ruusikum na mufute vichwa vyenu wa, wa arjulakum mooshe miguu yenu ilalkaabaini mpaka kwenye mafundo mawili ya miguu. Hii ni aya kwenye Qur'ani, ipo katika suratul Maida aya 6, ambalo ndo chumbuko haswa la kutawadha kwa ajili ya swala. Lakini sunna, fa al hadithu fi dhalika kathira, wa amma sunna fal fa ahadithu fi dhalika kathira hadithi ni nyingi katika upande wa sunna zilizokuja kuelezea ulazimu wa kutawadha kwa ajili ya sala. minha ma rawahu sheikhan an abi huraira radhiallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadha, hakubali Allah sala ya mmoja wenu atakapopatwa na hadathi, ambapo ni hiyo hadathi inayozungumzia hadathi ndogo mpaka atawahe. Hadithi ndogo yapatikana vipi? Tutaelezea katika mazungumzo yetu haya kadri tunavyoendelea nayo. Kwa hivyo kwa upande wa, wa, wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi ambayo imepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim imethibitisha kwamba mwenye kuswali hawezi kuingia katika swala na kukubaliwa swala yake mpaka atawave. Wa amma al-ijma'u faqad ajma'at al-ummah ala fardiyyat al-wudu'i, amma kwa upande wa kongamano la wasomi wamekubaliana. Umma manake umma alislamia, ulamauhum, umma wa Kiislamu, wale wasomi wao wamekubaliana ala fardhiyatil wudhui, kwamba udhu ni lazima, baada ya kupitiwa ama kupitia wasomi hao dalili minal Quran wa dalili min sunna. Hili ndilo chumbuko la udhu. Lau Muislamu utaulizwa wewe, unatawadha kabla ya kuswali Chumbuko la udhu latoka wapi? Chumbuko la udhu latoka katika Qurani, chumbuko la udhu latoka katika sunna sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali wasomi wetu as-salaf wal khalaf, wema waliotangulia na waliokuja baada yao, wamelisimamia hili kwamba ni lazima, na hakuna hata mmoja ambaye anapingana na hili la ulazimu wa kutawadha kabla ya mtu kuingia katika sala. Baada ya kuzungumzia kipengee hicho tuzungumzie vilevile ni ubora zaidi, fadhlu udhu, ubora wa udhu. Kwenye udhu kuna nini? Kwenye udhu kuna siri gani? Sawasawa mtu ametawadha kwa ajili ya swala au ametawadha kwa ajili ya kupata utohara wake, hata kama haingii katika swala, kuna ubora gani katika kutawadha? Ili hili nalo tuweze kulifahamu na tulijue na tulielewe kwamba kwa nini Muislamu anatakiwa atimize tohara hii na kwa bahati nzuri tahara hii inamuhusu Muislamu, sawa sawa anataka kuingia katika swala na hata kama haingii katika swala, lakini anatakiwa awe katika tahara hiyo, kwa sababu kuna fadhila nyingi ambazo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelezea. Wurida fi fadli lwudhui wa fadhli isbaghihi ahadithun kathira wa sawfa aktasiru ala badiha, kumepatikana hadithi nyingi sana zinazoelezea ubora wa udhu na ubora wa kutimiza udhu ule kwa njia e, kamilifu. Hadithi nyingi zipo, lakini hapa nitaeleza tu baadhi yake. Hadithi ya kwanza ambayo inatupa e, nini fadhla za udhu, hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu anhu qala e, samitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema Abu Hurairah, nimemsikia mtume akisema inna ummati yudauna yum lqiyamati ghuran muhajalina min athari lwudhud akika, umma wangu utaitwa siku ya wa kiama wakiwa wanang'ara katika sehemu zao za nyuso, lakini vile vile wanang'ara katika miguu yao. faman stataa minkum an yutila ghurathu falyfal, yule ambaye anaweza kurefusha mngaro wake, basi afanye hivyo. Hadithi ipo ipokiwa na Bukhari, lakini vile vile Imam Muslim kwa maana qala lulama wanavyoona anasema: yusamma an nuru alladhi yakunu ala mawadhii lwudhui yawm alqiyama ghurra wa tahjila asema, zile ule mwangaza na ile nuru ambayo itakuwepo katika viungo vya udhu siku ya kiyama vinaitwa ghurratan wa tahjila. Kwa maana mtu anapotawadha kwa kutekeleza udhu wake huu, siku ya kiyama viungo vyake vitang'ara sura yake itang'ara, lakini vile vile pia miguu yake itang'ara. Hii ni fadhila miongoni mwa fadhila za udhu zilizothibitishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile hadithi nyingine ya Amr radhiallahu anhu asema, nilimsikia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala na akasema, ya nabii Allah fal udhu hadithni anhu Alimtaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuelezee kuhusu udhu: ya, ya nabii Allah hadithni aani lwudhui, nieleze kuhusu udhu baada ya yeye kuingia katika Uislamu. Faqala mtume, akasema ma minkum min rajulin hakuna yoyote katika nyinyi ambaye ataleta karibu chombo chake cha kutawadha alichokitia maji fayamadhmadhu wayastanshiq, fayunthiru, akasukutua akapandisha maji puani akayatoa katika pua yake, illa kharrat khataya wajhihi min fihi, isipokuwa yale madhambi ya uso wake yatatoka kupitia mdomo wake na tundu zake za pua. thumma idha ghasala wajhahu kisha anapoosha uso wake, kama amara amarahu llahu kama alivyomwamrisha Allah illa kharrat khataya wajhihi e, min atrafi lihyatihi ma'al ma'i, isipokuwa madhambi yake ambayo yako katika sura yake yatatoka kupitia zile ndevu zake. Yale maji ambayo yanachuruzika kutoka kwenye ndevu yanatoka pamoja na nini? Na madhambi ambayo e, yako katika sura yake. Thumma yaghsilu yadayhi ila almirfaqayn, kisha mtu anapoosha mikono yake mpaka kwenye visukusuku, illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'alma ma, isipokuwa makosa ya mikono yake, madhambi yaliyofanywa na mikono yake yatatoka kupitia vidole vyake na yale maji ambayo yanachuruzika katika e, mikono anapokuwa yatawadha. Thumma yamsahu ra'sahu, kisha anafuta kichwa chake, illa kharrat khataya sha'rihi ma'alma. Wakati huo baada ya kufuta kichwa yale madhambi yaliyo katika kichwa chake yanatoka kwa yale maji ambayo ameyafutia, e, amefutia kichwa chake. Thumma yaghsilu rijlaihi ila alka'bain, kisha anafuta ama anaosha miguu yake mpaka kwenye e, mafundo mawili. Akiosha miguu hiyo illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'alma ma yale madhambi ya miguu yake yaliyosababishwa na miguu yake yata toka pamoja na maji ambayo ametawadhia ya yataturuzika kupitia vidole vyake vya miguu, kwa yale maji alioshea miguu hiyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa in huwa qa'imun fa salla, mtu atakapokuwa amesimama yuaswali. Fa hamidallahu ta'ala, kamuhimidi Allah wa athna alaihi, akamsifu wa majaddahu billadhi huwa lahu ahlu wa akamsifu Allah na sifa zake stahiki, wa faraha qalbahu lillahi, na akasali ukiwa moyo wake ameotoa